Kwanza mambo ni mawili kwa sababu ya muda na kwa sababu ina, ina, sasa hivi ni muda wangu pia wa kwenda kanisani. Ninataka kusema kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara na mambo hayo yote ni kwa ajili ya mstakabali wa mkoa wetu na pia kushauriana na watu ambao pia wanatoka kwenye line na wanapotoka kwanza kabisa sisi tunakaa boda ya silari, kuhusu hili la makamu mwenyekiti kushikiliwa, kwamba immigration au uhamiaji, idara yetu ya uhamiaji kutumika. Mimi niendelee tu kusisitiza kwamba idara ya uhamiaji inatumika, kwa sababu kulikuwa kama na kasumba ya kumtafutia makamu mwenyekiti mashimo. Yanachimbwa, na yeye mwenyewe alishaambiwa tangu mapema kabisa kwamba kuna mashimo yanachimbwa kwa ajili yako na amekuwa mtu ambaye amekuwa na umakini mkubwa sana kuto kuingia kwenye, kwenye ugomvi ambao hauna msingi, lakini hajaacha kukaa kwenye laini yake ya kusimamia ukweli ambao ndio necha yake na ndivyo alivyozaliwa na yeye, kama ambavyo vitabu vya Mungu vinasema, ukisoma hata kitabu cha Zaburi kwamba yeye kukataa kwenda na mashauri ya wasio haki haliwezi kuwa kosa kwake kwa hiyo mimi niendelee kumtia moyo kupitia Zaburi moja moja mstari wa kwanza mpaka wa nne, kama kutakuwa na mtu atamfikishia hiyo aelewe kwamba pia wamchao Bwana ni kama mlima Sayuni. Kwa hiyo asije akafikiria kwamba yuko peke yake, wako maraika na yuko Mungu anaongozana naye, kwa sababu ukiangalia kilichomweka ndani hata sasa, na sisi tulikuwa tumesisitiza kwamba tujue Tunashukuru Mungu kwamba tumejua aliko. Sasa jambo la pili ni kwamba usalama wake na uhai wake ni jambo la msingi, wala hilo halina negotiation kwetu sisi. Kuhusu usalama wa makamu mwenyekiti wa chama, halina negotiation, sababu hatuwezi kuona tu watu siku hizi wanaamka tu wanachukua maisha ya watu wengine kama kuku ya kwa ya kwao, ndio ya watu. Kwa hiyo sikutaka kwenda mbali kwenye hili. Nachojua mimi kilichomweka ndani makamu mwenyekiti wetu ni fobia. Yani, kuna kitu kwenye psychology inaitwa phobic disorder. Yani, watawala wamesha kuwa na fobia wao wenyewe, wamekuwa na hofu ya, ya kitu chao hicho walichounda kinachoitwa uchafuzi wa tarehe ishirini na tisa. Sasa wakikuona tu hata usoni, kama wanaona dimina yako haiendani na hiyo na hiyo jina na, na, na, na, na hii, na hii waliotengeneza ambayo sisi tunaiita ni najis. Wanaona huyu atunzwe, huyu atekwe, huyu afanywe hivi. Kwa hiyo wana fobia kubwa sana, electrophobic ndio kinachowasumbua wao, lakini imani ni kwamba sisi hivi hii vita tunaye i Kristo, mm -hmm. Mungu na tunaamini vita atashinda yeye e. Hilo la kwanza. La pili, kuhusu hili la ndugu yangu Wenje ambao umeniuliza sasa hivi, kutaka kumzungumza na wala sihitaji kumzungumza, kwa sababu ya ukweli kwamba mimi binafsi na yeye au familia yangu na yake tulishavuka levo ya ya vyama. Mama yake ni mama yangu tunazungumza rutini yetu ya maisha yetu na maisha yake ni maisha ya familia. Sasa labda tu ni mshauri, kwa sababu sizuiriwi kumshauri kaka yangu mdogo wangu, dada yangu, au mtu yeyote yule. Hata katika maandiko matakatifu kisoma kita, kitabu cha, cha Mithali, ni kwamba hata fimbo umrudi hata mtoto mtukutu. Wenje anaingia kwenye msitu wa niite, labda msitu wa kipumbavu, ambao ili aje kutoka kwenye ule msitu atakuwa amegharimu sana watu wengi, atakuwa amegharimu mpaka watoto wake, jina kutanishi, jina lake kwa kiwango ambacho hata siwezi kukielezea. E, nikirejea hili jambo ambalo amelisema jana jana, nafikiri mimi sifuatilii sana hayo mambo. Hili alilolisema kuhusu familia ya Lissu kwanza, lile ni tusi kibinadamu, na ni kukosa utu, lakini pia ni kujivika unyama katikati ya watu ambao umeenda ukawakuta ni wanyama. Nani ajuae, labda Wenja angeenda kwa hao watu kwenye hilo kundi ambalo limemchukua. Nani ajuae, labda angeenda kwenye hilo kundi then akataka kuwarithisha matendo mema, akataka kuwashauri yaliyo mema, pengine akawashauri kutokuumiza watu. Hapo angeenda kufanya kazi takatifu, kazi ya Roho Mtakatifu. Lakini Wenja ameenda pale, anataka kujiharakia uchafu kuliko wachafu wenyewe. Yaani, yeye ya ameingia kwenye kundi la watu pengine anawaambia, mbona muwapigi vizuri hao, mnawapiga risasi hao, mlipaswa mwapige guruneti. Anamkosea Mungu sehemu kubwa sana. Wenje ndugu yangu, kama ambavyo Munishi alimuita Marebo, ninakuita Wenje, ninakuita Wenje ndugu yangu, Wenje ndugu yangu, Wenje kama Munishi alivyomwita Marebo ndugu yake, acha kutumika kuumiza watu. Acha kutumika kuchafua image ya wanamkoma. Acha kutumika kuchafua image ya wanamichire. Acha kutumika kuchafua image ya watu ambao ni watu ma maalum katika harakati za mageuzi East Africa, wajaruo ambao ni kabila linaloheshimika lenyewe tu lishajiheshimisha kama kabila. Acha kutumika kuwachafua kama umeamua kukaa upande huo ni haki yako ya msingi, lakini kaa huko, kama ulitumwa na Mungu kama ulivyosema juzi, mara mtaja Hezekia, nilikuwa nakusikia maru mara, na namtaja nani, pengine ulikuwa unarukaruka tofauti na maandiko matakatifu yanavyotaka, usiokote vifungu unavyoona vinakufurahisha wewe. Unapokula na mfarume usiwe na papara hiyo ulionayo, Wenje, kwa mfano una sababu gani kumwaccuse mke wa Tundu Lissu? Mfano tu nikuulize, kama ndugu yangu, mfano rahisi tu, una sababu gani wenje, kumwaccuse mke wa Tundu Lissu? Unafahamu mapito aliyopita mke wa Tundu Lissu mpaka sasa tangu mwaka 2017 ambaye yule ni dada yetu. Licha tu ya kumheshimu kama mke wa Tundu Lissu, ulipaswa umheshimu kama msuvati, mtu wa nyumbani kama ambavyo mtu mwingine anaweza kumuheshimu huyo ambaye uko naye kumfurahisha hapo, kwa sababu ni dada yake. Ulipaswa umheshimu mke wa Tundulisu. Kitendo cha kum, kum, kumchukua mke wa Tundulisu kumwingiza kwenye ugomvi wako, kutaka kumzungumza ili uonekane unajua kuzungumza. Mimi nakushauri achana na hiyo tabia kwa sababu mbili. Tundulisu hawezi kujitetea kwa sababu yuko kwenye kuta nne kama alivyokuwa mtume Paulo kwenye kuta hizo ndefu na minyororo mikubwa, hana uwezo wa kujitetea. Mungu, maskini wa Mungu kwa sasa, lakini mke wake unataka kujibu. Halafu la tatu, ni nini kinakusukuma kuingilia maisha binafsi ya mtu? Yani unasema mke wa Tundu Lissu hajaonekana mahakamani. Kwa nini usiwalaumu waliomweka Tundu Lissu mahakamani? Unamlaumu mke wake kutokwenda pale Ulipaswa uwaulize waliomweka kwamba, mliyemweka Tundulisu mmemweka kwa kosa gani? Unayemtukana mke wa Tundulisu kibinadamu, umtendei haki? Unamkosea Mungu, unamkosea yule mama, unawakosea watoto wake, kwa sababu wale watu wametengenezewa kitu kinaitwa eh, forceful mobility, forceful mobility Yani, wametawanywa pasipo kupenda, kama ambavyo watu wengi saizi kwenye familia zao wametawanywa pasipokupenda. Kuna watu wengi wanatafuta wazazi wao, watoto wadogo kabisa. Kuna wazazi kama ambavyo nimemwona mama juzi, maskini wa Mungu, ametoka hospitalini moja kwa moja kwenda kumtafuta mtoto wake. Kuna mama yake Polepole, maskini wa Mungu, tunamwona pale anajivuta kumtafuta mtoto wake, mama yake Mdude, dada zake na ndugu zake wachungaji mbalimbali mbali wengine wamekimbia wame na nchi hiyo inaitwa forceful mobility yani watu hawakupenda sio social mobility, forceful mobility. wamekimbia pasina kutaka wamekimbizwa pasina kutaka wamefosiwa kukaa mbali na wapendo wao usiitumie kama fimbo ya kumtukana tundulisu na la mwisho nikukumbushe tundulisu si sehemu ya wagombea kwenye hicho mnachoita uchaguzi tundulisu si sehemu ya wagombea kwenye hicho mnachoita uchaguzi. Pengine mtu ambaye unge, ungemlinganisha na huyu ne mnadi pengine ni kina Mwajuma hao ambao wanagombea, si Mwajuma si kuna saru mwali hao ndio, uulize wake zao waliko viza vi mgombea wako. Familia ya Tundulisu unaitafuta nini? Wanalia vilio vyao wenyewe, baba yao amepigwa risasi, wale watoto hawajai kujua pengine aliyempiga risasi anafurahia kura saizi mayai baba yao yuko jela yule mama maskini wa Mungu. Juzi alikuwa kwenye mkutano huko, nilimwona mikutano fulani huko Ulaya, analia kama mtu ambaye hana namna ya kufanya. Huruma ya Mungu inakutaka umshauri mfalume au malkia uliye naye apunguze kuumiza watu, sio kumchochea huku. Unachofanya mimi ningetaka nikushauri kama ndugu yangu wenje na kuita kama Munisha alivyomuita Marebo. Ndugu yangu Wenje, mrudie Mungu. Ndugu yangu Wenje, muombe Mungu akupe hekima, uwe na kiasi katika yale unayo yasema. Na Mungu wetu, kwa sababu ni Mungu wa huruma, nina imani atakuhurumia, na pengine mimi kama ndugu yako Chacha, nitaendelea kukuombea. Mungu akurejeshe hekima yako uliyokuwa nayo kama Wenje. Usimuumize mama pale Michire na usituumize ndugu zako wengine hata tukaona aibu hata kuposti picha tulizowahi kuishi na wewe katika wema, kwa sababu tu kwamba unataka kufurahisha watu. Ushauri wangu pia kwako ni huo, na ni sitakubali mtu yeyote amuongee mke wako, aongee watoto wetu wale wa kwako ambao wako Canada kwa sababu yoyote ile, kwa sababu atakuwa anakukosea au kuongea njia ulizopita wewe, ili unusulike kifo mwaka 2020 atakuwa anakukosea pengine. Sitakubali mwanachama yeyote kwenye grupu la chama la Chadema akakuuliza kuhusu Nyatega kwamba kwenye kaburi lake ukienda utajisikiaje? Leo kwa sababu sio utu, na mimi sikubali hayo mambo yaendelee. Sitisha hayo maneno ya kumtukana na Tundu Lissu na familia yake, mnadi mgombea wako viza viki na Mwajuma anayogombea naye. Mungu akubariki kwenye siku hii kama utakuwa umenisikiliza sant